Kwa majina anaitwa CPA Sado Kimugendi ni kaimu meneja mkuu wa kampuni ya ETDCO. Kampuni ya ETDCO ni kampuni tanzu ya TANESCO ambayo inajishughulisha na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya kusafirisha na kusambaza umeme. Leo hii tarehe le 16, hapa tuko Mpanda, eh, substation ya Mpanda tumekamilisha njia ya kusafirisha umeme yenye msongo wa kilovoti 132 yenye urefu wa kilomita 383 kutoka Tabora mjini mpaka hapa Mpanda. Kwa hiyo zoezi kubwa tuliokuwa nalo e, kwa siku ya leo ilikuwa ni kupima e, paramita kama umeme unaweza ukafika hapa na paramita zote zimekwenda sawasawa. Kwa hiyo leo hii tunasema tumehitimisha hili zoezi kwa maana kwamba e, e, line yetu iko tayari kuingiza umeme hapa mkoa wa Katavi. Kwa kwa hiyo e, tunachoendelea nacho sasa ni matazamio ya hii e line. E, tutakaa hapa kutokana na mkataba, tutaitazamia kwa kipindi cha miezi sita, kwanzia hapo tutakuwa tumeikabidhi line na itakuwa tayari kwa kupeleka umeme kwa wananchi. Kwa majina anaitwa Mwandisi Dismas Masawe, ni kaimu mkurugenzi wa huduma za ufundi katika kampuni tanzu ya TANESCO ya ETIDIKO. Leo e, tulikuwa hapa substation ni kituo cha kupoza umeme cha Mpanda ambapo zoezi kubwa lilokuwa linafanyika ni zoezi la kupima uh, line yetu ya umeme ambayo imejengwa na kwa ajili ya kuangalia ubora na kama vile kama iko tayari kwa ajili ya kupewa umeme au kuwashwa. Nashukuru Mungu, tumepima laini yetu salama kabisa na tumeona iko salama, imekamilika kwa asilimia mia moja kwa ajili E, iko tayari kwa ajili ya kuchajiwa e, na kupeleka umeme laini. Mradi huu wa ujenzi wa laini ya umeme umeanzia Tabora kupitia e, Ipole, Inyonga na leo tulikuwa tunafanya e, ma, ma, majaribio ya mwisho kwa kipande cha mwisho cha kutoka Inyonga mpaka hapa Mpanda jumla ya laini yote urefu ni kilomita 383, lakini kwa kipande hiki ambacho tumefanyia kazi leo ni kipande cha kilomita 124 ambacho ni kipande cha mwisho eh, kutoka pale Inyonga mpaka Mpanda. Kwa gharama za mradi huu ni bilioni 116 zikijumuisha mradi mzima kuanzia pale Tabora mpaka ambapo zinajumuisha sasa ujenzi wa laini ya msongo wa kilovoti 132 kilomita 383 kutoka Tabora, kituo cha kupoza umeme mpaka kituo cha kupoza na kupokea umeme cha Mpanda katika mkoa wa Katavi. Anaitwa Kalemele Ilali, ni mkazi wa Msunkumilo. Tunamshukuru Mama Samia kutuletea umeme huu. Kwa maana hiyo umeme huu utakapokuwa umeingia kwenye majumba ya watu, watu watafungua viwanda vikubwa vidogo, na watu watapata ajira zote, ajira itakuwa ya kutosha, watu wataendelea maendeleo. Mimi kwa majina naitwa Elisha Josephu. Kwanza tunafurahi sana kwa kutufungulia umeme huu wa gridi ya taifa. Tuna imani sana utakapofika kwenye majumba yetu utatunufaisha makubwa, na pia tutaondokana na ile aza ya kukatakata na tuna imani kwa sisi kama vijana tutapata ajira, viwanda vitafunguliwa. Tuna imani hiyo, viwe vikubwa viwe vidogo vidogo, tutapata ajira, tutapata namna mkono uende kinywani.